Kesho uh, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kushirikiana na vyama vya siasa vyote pamoja na Serikali tutakwenda kusaini maadili, kanuni za maadili ya uchaguzi wa Rais wa Bunge na Madiwani. Shughuli itafanyika asubuhi hapa Dodoma kwenye ukumbi wetu wa matokeo, ndo ambacho maandalizi yako taifa ya, uh, vizuri. uh, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yake huwa inazingatia katiba, sheria na kanuni mbalimbali. Sasa ukisoma ibara ya tano ibara ndogo ya tatu d inasema Bunge litatunga sheria kuhusu uchaguzi na kazi zitatekelezwa na Tume Huru ya Taifa Uchaguzi. Sasa kama navyokumbuka mwaka jana tu Bunge litatunga sheria ya ya uchaguzi rais na madiwani. Lakini ukisoma ibara ya sabini na nne ibara ndogo ya sita e inazungumza kwamba uh, Tume itatekeleza eh, kazi zote na majukumu amtunga eh, na Bunge sasa ukisoma kifungu cha mia moja sitini na mbili kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani kinasema tume kwa kushirikiana na vyama vya siasa na serikali itaandaa kanuni za maadili ya uchaguzi ambayo yatasimamia na kushughulikia maswala ya kampeni za uchaguzi uchaguzi wenyewe, na utaratibu wa uchaguzi. Na saa tume tuliandika rasimu ya maadili ya kanuni za maadili hayo, tukavipelekea vyama tarehe moja mpaka tarehe kumi na nne mwezi Machi, vyama vikatoa maoni yao, tume ikayachakata maoni yale, ikayaingiza kwenye kanuni, kwenye kanuni za maadili ikavirudishia vyama tarehe nne mwezi huu. Hasa kesho tunakutana sasa e, tume e, serikali na vyama vya, vya, vyote vya siasa viweze kusaini maadili hayo, na kwa sababu tushawapelekea na, na hawajaleta maoni mengine, ni kwamba maadili hayo wameyakubali. Kwa hiyo kesho ni hafla ya kusaini hapa Dodoma. mi wito wangu ni vyama vyote vya siasa ni usajili kamili ambao ni vya jumla vya 19 na bahati nzuri wasaidizi wangu wamewapigia vyama vyote, na kimsingi vyama vyote vimekubali kushiriki kuja kusaini kesho. Kwa tunategemea vyama vyote vije visaini, kwa sababu kutokusaini ni kwamba wanapoteza haki yako ya kikatiba ya kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa nitoe wito vya siasa, kwa sababu nimeshapitia maadili ya uchaguzi yale, vileta maoni yao tukaingiza maoni yao na tukawarudishia tena na tujapokea maoni mengine kwa niimize vijiji lakini pia hata serikali kwa upande wake, tunahimiza serikali kesho ifike ili kusaini maadili hayo, na anayosaini maadili hayo ni ofisi ya waziri mkuu, sera bunge na uratiba maana ratibu shughuli za serikali kwa niaba ya serikali, atakuwa anazingatia maadili hayo, na vyama vitazingatia maadili na tume, na eneo letu la kusaini maadili hayo. Kwa nitoe wito kwa vyama vya siasa eh, makatibu wa vyama vya siasa mwaalika ambao ndio watia saini, kwa kesho watajua kufika hapa, eh, nje Dengwa, eh, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.